Nauliza njia ya kwenda mbinguni. Ah, mimi na ukali ulishana wapi? Mbinguni wanana baskeli Yaani, na shida muhimu nimeona nisichelewe, nichukue huu safiri ili ni niwahi kufika haraka mbinguni. Ndugu yangu, nikwambie ndiye, yeah. Mbinguni wanaenda ya na wanapelekwa matendo, hawapeleki na basikeli. Aliyekuambia kwamba eti unawahi kwa ajili uchukue basikeli ili uwahi kwenda mbinguni, haiwezekani. Mbinguni wanapelekwa na matendo. Kumbe, kwa hiyo unavyoniambia hivyo, unamaanisha wewe ni mlinzi wa getini mbinguni? Ah, mimi Mungu ameniambia wa niwasaidie watu ambao hawajui taratibu za kwenda mbinguni. Kwa nini kuelekeze mbinguni? Mbinguni kuna njia mbili. Njia ya kwanza, kuna njia nyembamba. Hiyo njia nyembamba ndio wanaoenda wanaomwamini hiyo ndio ila ila njia pana ndio wanaoenda wanaomwamini Mungu mbinguni. Ile ile njia hapana pana wanaenda majambazi, wezi, makibaka, wanaobaka, wachawi, huko ndio wanaenda silipana. Nisaidia na cherewa na shida muhimu. Simaona hapa kuna usafiri mkubwa kabisa na wahi. Yaani mimi ninachokuomba. Inatakiwa usafiri wako ukaurudisha uliko utoa. Halafu na hayo mengine mengine ukayapeleka ya kule yarudisha kule. Ukajipanga uwe msafi. Nikisema kwamba uwe msafi. Kwa hiyo nirudi haraka sasa. Inatakiwa urudi, ukajipanga moyo wako usafishe, ufanye mambo mema, uache wezi, ujambazi, kama wewe ni kijana. Uwe mtu mwema, wasaidie wazazi wako, waheshimu. Ukiwa na shida muhimu, uwezi kufika mbinguni. Yani mbinguni upeleke upeleke, eti una shida muhimu? Uwe na matendo mema. Unanielewa kijana? Ndio unaweza kaenda, ukaenda. Mimi naendelea na mazoezi yangu, sawa sawa. Wewe mlinzi wa mbinguni, wewe yani. Mimi sasa, mimi ndio nafanyaga hivi.